Meneja wa wasanii wa wasafi ambaye pia ni kaka wa msanii Diamond Platnumz, Ricardo Momo, amefunguka kwamba Diamond Platnumz hana mpango wote wa kumchukua msanii Ibraah kwa kuwa yeye ana wasanii ambao bado wapo WCB. Kauli hii imefuata mara baada ya maneno ya chini chini kwenda vile kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii Ibra anaenda kuchukuliwa na Wasafi. Yote hii ni mara baada ya Damo Platinum kuweza kupakia picha ambayo ni picha yake, lakini wimbo ambao ulikuwa unaimba ni wimbo copy and paste ambao ni wimbo wa bwana eh, mdogo Ibra. So ni kwamba watu wengi sana walikuwa wanaamini kabisa kwamba pengine eh, kutoka kwake Ibra Konde Gang basi anaweza akaingia moja kwa moja Wasafi. Maneno ambayo Ricardo Momo aliweza kuyazungumza ni kwamba eh, kwanza ni kufahamisha kwamba lengo eh, ni kuwasaidia vijana na vijana hao waweze kuwa binadamu katika binadamu. Diamond Platnumz afanyi vitu kwa miemko, kiasi kama mtu unagombana na eh, mwenzio alafu baadaye ndo aje kukuchukua yeye. Yeah, ameshavuka kwenye hizo level. Kwa upande wa Ricardo Momo pia alikuja kuzungumza kwamba eh, wapo wasanii ambao wapo chini ya WCB ambao ni wapya kabisa na bado hawajaweza kuwekwa wazi kwamba ni msanii gani ametambulishwa na lebo ya Wasafi, lakini mpaka sasa hivi kuna baadhi ya wasanii ambao wapo ni wapya. Tegemee tena kupokea sasa eh, kitu kipya kutoka pale Wasafi, lakini wapo chini ya lebo ya WCB na bado hawajaweza kutambulishwa. So, moja kwa moja amefunga mjadala kwamba Ibra hajasainiwa chini ya lebo ya WCB. In case kama kutakuwa, kuna mabadiliko yoyote ambayo yataendelea kutokea basi sisi kama sasa wa digital tutakujuza ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini kwa upande wa meneja moja kwa moja amefunga mjadala, zile story ambazo zinaendelea za chini chini kwamba Ibraah kasainiwa WCB hazipo. And till next time, Bye bye.